Karibu kwenye habari za ulimwengu, ninayokuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. China imeombwa rasmi kuchukua nafasi ya msuluhishi wa kidiplomasia katika mgogoro unaoendelea kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Hatua hiyo inalenga kupunguza mvutano na kufungua tena njia za mazungumzo katika ukanda wa Korea. Ombi hilo limetolewa na Rais wa Korea Kusini wakati wa mazungumzo yake na Rais wa China, akisisitiza kuwa China ina nafasi ya kipekee kutokana na uhusiano wake wa kihistoria kisiasa na kiuchumi na Korea Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa za kidiplomasia, Korea Kusini inaamini kuwa ushawishi wa China unaweza kusaidia kuishawishi Pyongyang kupunguza makali na msimamo wake wa kijeshi na kurejea katika mazungumzo ya amani, hususani katika usalama na utulivu wa kikanda. Kwa upande wake rais wa China amesema China inaunga mkono njia za diplomasia, subira na mazungumzo ya hatua kwa hatua, akisisitiza kuwa mgogoro wa Korea hauwezi kutatuliwa kwa vitisho au nguvu za kijeshi. Hatua hii inakuja katika kipindi ambacho mvutano katika nchi za Korea umeendelea kuongezeka kutokana na majaribio ya kijeshi ya Korea Kaskazini na majibu makali kutoka Korea Kusini na washirika wake, wakiwemo Marekani na Japan. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema China ina maslahi ya moja kwa moja katika kudumisha utulivu wa eneo hilo, kwani mzozo mkubwa unaweza kuathiri usalama wa mipaka yake, biashara ya kikanda, na mizani ya nguvu duniani. Hata hivyo, juhudi za China kukubali jukumu hilo zinakabiliwa na changamoto, ikiwemo ukosefu wa imani kati ya pande zinazohusika na historia ya mazungumzo yaliyokwama hapo awali. Jamii za kimataifa zinaendelea kufuatilia kwa karibu hatua za kidiplomasia zinazoendelea huku matumaini yakibaki kuwa ushiriki wa China unaweza kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo na kusaidia kurejesha utulivu wa kudumu katika nchi za Korea. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.